zangu tulikuja mwaka 2020 kwenu, kuja kuomba kura, kupata ridhaa ya kuongoza kwa kipindi cha miaka mitano. Na kwa hakika pasipo na shaka yamefanyika mengi kupitia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, wote mnashuhudia na kata yetu ya Kwembe ikiwepo. Kwembe oye! Lakini ya kwanza katika eneo la afya tuliweza kuwekeza katika kuboresha zahanati yetu ya Amani kwa gharama zisizopungua shilingi milioni 580. Tuliweza pia kununua dawa pamoja na vifaa tiba kwa ajili ya zahanati yetu hii, hali ambayo imesaidia sana kuboresha utoaji wa huduma katika zahanati hiyo, lakini imewezesha kuwa na uhakika wa upatikanaji wa dawa kwa zaidi ya asilimia 98. Nani kama Dokta Samia? Nani kama Dokta Samia? Lakini kwa upande wa elimu ya msingi pamoja na elimu ya awali tumewekeza shilingi takriban milioni 695.3. Tumeweza kujenga madarasa pamoja na vyoo katika shule yetu ya msingi ya Luguruni kwa gharama ya shilingi milioni mia mbili sabini, CCM yeah. Lakini vile vile hatukuisahau shule yetu ya msingi ya Kwembe. Tuliwekeza katika ujenzi wa vyoo vyoo nane kwa shilingi milioni 9.6, CCM oyee yeah. Lakini vile vile tulijua umuhimu wa wanafunzi wetu kuweza kusoma, tuliweka maktaba katika shule yetu ya msingi ya Kwembe iliyogharimu shilingi milioni kumi nukta tisa Nani kama Dkt Samia? Lakini tumejenga madarasa yaliyogharimu yani, shilingi milioni arobaini katika shule yetu ya msingi ya Kwembe. Na vilevile tumesaidia wanafunzi wanaoishi katika mazingira magumu kwa takribani shilingi milioni kumi na moja nukta sita kwa halmashauri kwa kushirikiana na taasisi yetu ya CAMFED. CCM oyee! Ndugu zangu, kwa upande wa ulinzi kama nilivyoeleza mitaa mingi na mahitaji ya vituo vya polisi, tutajenga vituo vya polisi katika mitaa yenye uhitaji mkubwa na kuwezesha vikundi vyetu vya ulinzi shirikishi kwa vifaa pamoja na sare, ili waweze kutoa huduma iliyo bora. CCM oyee! Lakini sambamba na hili, tutaendelea kufuatilia pia katika halmashauri yetu wao. Wow, ndio wana wajibu wa kujenga na kuboresha ofisi za serikali za mitaa ili ziwe zilizobora na zenye vifaa vyote vinavyohitajika kwa ajili ya wenyeviti wetu wa mtaa kutoa huduma iliyo bora kwa wananchi wao. CCM oye!